E, watu ambao watalii wameingia Kenya wana package zao za kwenda kuona vitu Kenya, Kenya na zingine ziko Tanzania Nanganiaya. Wanapita pale mpakani mm. Namanga kwa hiyo mm. e, commitment yetu mm. ni kuhakikisha kwamba sisi tutaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha mm. lakini pia tuendelee kuwaambia watu wetu kwa pande zote kuongeza ushirikiano, lakini na kudumisha amani mm. ili haya mambo yote yaweze kufanikiwa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 viongozi wa wetu kule Nairobi pia, mm, mm. Sisi tuko available kufanya hivyo, so sisi lazima tuwasaidie waheshimiwa mm, hawa. Yes, kabisa. Kwa karibu sana, kwa karibu sana. Eh.